Uh, ndugu washiriki, nimefaidika pia kuona mmeitikia vyema wito wa kushiriki katika mafunzo haya. Mwitikio huu unaonyesha dhamira ya pamoja ya kuendeleza ushirikiano kati ya Wizara ya Fedha na nyinyi wanahabari. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo haya muhimu yatawajengeni uelewa ambao utatumika katika kuwahabarisha Watanzania pamoja na wote mnaoweza kuwafikia. Kama mnavyofahamu nyinyi ndio sauti na sauti unaweza ukaitumia vyovyote mnavyotaka, unaweza ukatumia kujenga, unaweza ukatumia kubomoa. Kwenye Biblia wanasema kwamba ulimi ni kitu kidogo sana, lakini madhara yake yanaweza kuwa makubwa sana, lakini hata manufaa yake ni makubwa sana ukitumika vizuri. Sasa habari zinakuwa communicated, ulimi ni sehemu mojawapo, lakini hata, hata, hata, hata ile wanasema ile e, lugha ya mwili eh? tunaweza tukaongea, mimi na wewe nikakubalia usoni kwamba sawa, nakubaliana na wewe, lakini ukiniangalia vizuri, unaona huyu mm, kama, kama hakubali huyu. Kwa hiyo kuna namna nyingine ambayo unaweza ukapata feeling ya hisia za mtu kupitia viungo vingine nje ya ulimi, lakini ulimi ni the most effective kiungo kwa ajili ya kucommunicate. Serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi sana katika kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora na kamilifu. Mfano mdogo ambao mmekuwa mkisikia mara kwa mara ni kwamba zaidi ya asilimia sabini ya bajeti ya serikali hutumika katika kununua vifaa huduma ambayo vyote vinalenga kwenda kuwahudumia wananchi wa Tanzania. Sasa nikichukua mfano wa bajeti ya mwaka huu ambao tumemaliza sasa hivi ilikuwa takribani shilingi trilioni 50.29. Sasa asilimia sabini yake ni trilioni 35.2. Nadhani mnaweza mkaona namna gani pesa nyingi zinapomwagika kule. Kwa hiyo katika hamsini ukitoa 35 zinabakia kama kumi na tano tu zinaenda kufanya kazi nyingine sasa fedha hizi ambazo zinanunua vitu, huduma na mambo mengine kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, ile huduma itapatikana kupitia mnyororo huo wa ugavi, toka pesa inatoka, toka mahitaji ya ununuzi yanatengenezwa eh, kutoka vinavyonunuliwa, vinavyopokelewa, vinavyohifadhiwa, vinavyosambazwa, vinavyokwenda kumfikia mtu wa mwisho, yaani sasa na kusema hizi milioni 35 hizi ziwe zina move katika hizo hatua nilizotaja. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba thamani ile ya trilioni 35 ifike kule mwisho, na ikifika kule mwisho kutakuwa na matokeo makubwa sana na yataonekana hata kwa macho. Ndugu washiriki, ni vizuri sana tutambue athari zinazotokana na kuto kuwepo kwa usimamizi thabiti wa shughuli zilizo katika mnyororo wa ugavi, kwani ni jambo la msingi kwa maendeleo ya taifa. Kwa kuzitambua athari hizo, tunaweza kujiweka katika mazingira mazuri ya kuweza kutengeneza miongozo na mikakati mbalimbali ya utekelezaji ili kuimarisha usimamizi na hata kuepukana na athari hizo. Kumjua adui ni sehemu ya ushindi. Kumfahamu tu adui kwamba huyu bwana nguvu yake iko mahali fulani, lakini udhaifu wake uko mahali fulani. Na ndio maana mnapopambana kwenye mashindano ya namna yoyote, sio lazima kupigana vita, hata mashindano ya kawaida, lazima muwe mna siri zenu ambazo mmeziweka siri za ushindi. Ukigawa siri zako zote, washindani wako wakakujua ulivyo, watakumaliza kirahisi, sababu wanajua nguvu yako iko wapi na udhaifu uko wapi. Sasa sisi tunajitahidi kumjua adui yetu ili tuweze kutengeneza mikakati mizuri ya, tunafahamu kabisa kwamba serikali inafanya kila jitihada za kutekeleza hizi kazi zote hizi. Inafanya jitihada kubwa sana lakini, tunadhani hizi jitihada inabidi ziwe ziratibiwe vizuri zaidi ili yale malengo yaweze kutimizwa. Ndugu washiriki, Ninawasihi sana mlitumie jukwaa hili kama fursa muhimu kujifunza, mjadili na kubadilishana uzoefu na hata kushauri juu ya masuala ya usimamizi wa shughuli za mnyororo wa ugavi, kwani kwa kufanya hivyo mtajiweka katika nafasi nzuri sana za kuhabarisha umma wa Watanzania kwa usahihi kupitia vyombo vyenu vya habari. Sasa najaribu kuwapanua mawazo muone neno ununuzi ulivyopanga ni pana kuliko hivyo tunavyodhani, na athari zake ni nyingi sana. Sasa tunaponunua vitu tunatumia rasilimali za fe, za serikali, tukilenga kwenda kufanya jambo fulani au kuihudumia jamii ya Watanzania kule, lakini mpaka kumfikia yule mtanzania aliyeko kijijini kule, ili apate hiyo huduma, shughuli hizi zilizoko mbele yako zinahusika. Kama nilivyosema, tutapanga mahitaji, tutanunua tukishanunua tutavipokea, kwa maana kwamba viingie katika vitabu vyetu, kumbukumbu zetu na sehemu za kuhifadhia. Tukishapokea tutavihifadhi, na katika kuhifadhi tunahakikisha ubora wake na idadi yake iko pale pale, sababu kikipungua kimoja wapo tayari kuna tatizo. Baadaye tutasambaza kwenda huko tunakotaka viende, lakini mwisho wa siku huyu atakayepokea pokea atavitumia naye katika kutumia lazima atumie kwa uangalifu kwa ili kurealize ile thamani ya pesa tumika. Na mwisho wa siku vile ambavyo havihitajiki ama ambavyo vimekwisha tumika ambavyo havifai tena itabidi viondoshwe, na ndio huo uondoshaji naozungumza. Nafikiri mmekuwa mkiona minada mbalimbali ikiuzwa vitu chakavu, ile ni moja kati ya kuviondosha vitu. Mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa programu shirikishi ya mafunzo kati ya Wizara ya Fedha na wadau wake ambao ninyi wamojawapo. Kwa kufanya hivyo, tunaamini kabisa tukiwashirikisha ipasavyo na somo hili ikaeleweka kwenu, tunaamini kabisa mtawaelimisha Watanzania, kwani siku zote shughuli za serikali huwafikia Watanzania kupitia vyombo vyenu. Kwa hiyo mna umuhimu mkubwa sana. Kuna wakati kuwa kuna debate waandishi wa habari walikuwa wanasema wanataka watambuliwe kama waandishi wa habari, sekta ya habari uwe ni mmoja kati ya muhimili na information. Information is power, once you have information, you have have power haa. Ukiwa huna information utafanya maamuzi utafanya, lakini hatakuwa sahihi ili ukufanya ngui sahihi lazima uwe na taarifa sahihi, na taarifa sahihi zinapatikana kupitia kwenu. Hata kama nitafanya mimi huko pembeni, lakini bado ninaweza nikawa natekeleza jambo hilo mlilofanya nyinyi. Kwa hiyo upashanaji habari ni kitu cha msingi mno katika maisha ya binadamu. Binadamu ambao hayuko informed, yuko nje, yuko nje ya maisha ya, ya kilimwengu sasa hivi. Uh, naomba nisichukue muda mrefu katika kuongea hapa. Niwatakie kila laheri katika mafunzo haya muhimu yatakayoongeza uelewa wenu katika masuala ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi. Ndugu wana habari, baada ya kusema hayo, ninapenda sasa nitamke rasmi kuwa mafunzo haya ya mnyororo wa ugavi, usimamizi wa mnyororo wa ugavi yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kusikiliza.